Tangu nimepata ajali elfu mbili na kumi na tisa mpaka leo hii vinaendelea kuugua. Kwa hiyo sijapata msaada kutoka kwa tajiri, yani sasa hivi nayajitibia mwenyewe tu, kutoka mwaka elfu mbili na kumi na tisa hadi sasa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Christopher Kwembe mkazi wa Kichangani Morogoro ni mtu wa kitandani tu. Hajui kutoka nje. Hii ni baada ya kupata ajali mbaya ya gari ambayo iliondoka na viungo vyake viwili vya mwili, yani mguu mmoja kukatika kabisa na mwingine mfupa umetoka kabisa. Hapa anaeleza mengi baada ya Families Media kumtembelea nyumbani kwake. Karibu katika mwendelezo wa ripoti zetu kutoka Families Media. Na um, mtazamaji wa Faza Media, hapa ni nyumbani kwa Mzee Christopher anani ambaye anapatikana hapa mkoani Morogoro maeneo ya Kichangani. Mzee huyu alipatwa na matatizo au tuseme alipatwa na ajali hapa hapa mkoani Morogoro maeneo ya Matombo mwaka elfu mbili na kumi na tisa, lakini mpaka leo hii bado jeraha la mguu linamsumbua, huku akiwa hana msaada msaada wowote, hali ya kuwa bosi wake ambaye alikuwa anafanya naye kazi hakuweza kumpatia msaada wa aina yoyote, na leo hii Families Media tumetinga kuja kuonana naye ama kufanya mazungumzo naye, ni matatizo yapi ambayo anakutana nayo ama anayapata na changamoto ambazo anakutana nazo katika wakati huu akiwa hana msaada wowote. Hapa ni kwake, karibu kama kawaida yangu, Sabitina Ali, niko hapa kukuhabarisha habari zote za mzee huyu, lakini bila kumsahau kameramani wetu Gervas Machako ambaye anakufanywa unapata habari hizi kwa usafi ama tuseme kwa quality ya HD. Majina anaitwa Christopher Ananias Kwembe nakaa mtaa wa Kichangani maeneo ya kuangosha hapa. Shughuli zangu zilikuwa dereva, kwahiyo nimepata matatizo ya ajali mwaka 2019. Baada ya hapo kipi kilito, kil, kilitokea baada ya kupata majeraha makubwa kama haya eh? tangu nimepata ajali hii elfu mbili kumi na tisa yani mpaka leo hivi naendelea kuugua, kwa hiyo sijapata msaada kutoka kwa tajiri yani, sasa hivi najitibia mwenyewe tu. Kwa hiyo changamoto nazozipitia ni upande wa usafiri na matibabu hospitali ni maumivu yapi ambayo unayasikia hali ya kuwa tunaona mguu bado una jeraha kubwa toka 2019 na mpaka leo bado mguu una jeraha ndio maeneo haya yenye bandage hapo. Sababu baada ya kutolewa antena mara ya kwanza mfupa ukatoka tena nje nikarudishwa tena mwimbili tengo cha mifupa MOI pale mm. ndo akanichana goti akunrekebisha mifupa mwaka mm. mm. elfu mbili na ishirini na tatu. Hii ajali <coughs> tuliipata maeneo ya Matombo kwa baada ya mwenzangu gari yake kufeli bleki mm. ndo akaja kunivamia yeah, kwa barabara barabarani natembea na gari mm. Eh, baada ya mwenzako kufeli breki ndio akakuva, akakuvaa wewe eh? Kwa hiyo akaigonga gari yangu na matokeo yake ndo ametokea hivi. <laughs> Ni wewe tu ndo uliumia au mpaka kondakta wako na abiria na walipata majeraha? Niliumia mimi na dereva mwenzangu tu, hamna mwingine aliumia eh. Kwa sasa hivi ndo ndugu ndo ananisaidia, hakuna mwingine ananisaidia. Na vipi kusana na tajiri yako ambaye ulikuwa wanafanya kazi kwake? Tajiri mpaka leo sina mawasiliano naye, napompigia na simu ananiambia niongee na askari. Uongee na askari, yani uongee naye nini sasa? Yani nashindwa kumwelewa, kwa sababu mi naomba anisaidie matibabu yangu, yeye ananiambia niongee na askari. Na mwisho wake akaniambia yeye mwenyewe ana matatizo, kwa hiyo mimi nikaachana naye. Maisha yake yamekuwa ni magumu sana, hasa katika kupata matibabu, ambapo anaeleza kila baada ya wiki mbili anahitajika kwenda kupata matibabu, lakini hali ya kipato inamfanya kuchelewa kupata tiba. Tuambie kuwa toka kipindi unapata ajali, hakuna matibabu yoyote ambayo waliyapokea kutoka kwa bosi wako? Hapana, hajanisaidia hata panado, yes, mpaka mm, hivi leo. Kwa hapa inaohangaika ni familia na majamaa tu kunisaidia saidia, michango na kwenda hospitali na kurudi <laughs> eh, kwa sababu changamoto unazozipata hapa ni za kwa sababu sasa hivi nakwenda kwa wiki mara mbili hospitali. Sasa ina, inahitajika hela bajaji ya kwenda na kurudi, na kule nahitajika matibabu, kwa sababu situmii bima, nalipa keshi okay. e, ulikatwa, ulikatwa baada ya ajali? Ni, ni, madaktari wanishauri ni ukatwe kutokana na umeshashindikana, sababu alijitahidi kuutibu lakini imeshindikana Walichoshauri ukatwe. Yaani, gharama nilizotumia e. Ah, gharama nilizotumia ni nyingi wakweli, kwa kweli kwa sasa hivi siwezi nikazisema nani, lakini na risiti ndani karibu kiloba. Na vipi kwa upande wa jamii inayokuzunguka tukimaanisha kuwa majirani, marafiki na serikali za mitaa, kuna mchango wote ambao unatoa kwako? Hapana, wanaonisaidia ni baadhi ya majirani na ndugu zangu mm, lakini serikali ya mtaa hapana. Na je ushae kufika serikali za mitaa kwenda kuelezea tatizo lako? Sijawahi kufika, ila nijaribu. Kuna kipindi kufuatilia kuhusu msamaha hospitalini, lakini siku sikupata jawabu, matokeo yake nikaona niachane nayo tu eh. Okay, kwa faida ya mtazamaji anayekutazama, ungependa kuomba nini haswa, watanzania wanakutazama kwa sasa? Yaani, kikubwa mimi nachokiomba kwa watanzania wenzangu, kama kutakuwa na uwezekano nipate wilichea kama hii ya kutembelea manake, hii ni mbovu. Sasa nilisaidiwa tu na mtu na hiyo hii, sina uwezo wa kwenda nayo barabarani. Uwezo wangu kutoka nayo nje hapa basi na kurudi ndani. Iwapo nitapata wilichea, nitakuwa na uwezo wa kutoka nje na kukutana jami. na jamii, na kingine kikubwa yani, kama nitaweza kupata bima kwa ajili ya matibabu kikubwa zaidi, ikiwezekana, kama nitaweza kupata mguu, nitaweza kutembea japo kidogo kidogo, na nikafanya shughuli zangu nyingine, mguu bandia. Ndio vipi. Kwa upande wa familia yake, hapa anaeleza namna anavyopitia ugumu katika kuiendesha familia yake, hali ambayo inapelekea mpaka, hali ambayo imepelekea mpaka watoto wake kuto kuendelea na masomo ya elimu ya juu baada ya kumaliza kidato cha nne. Sawa, na tukimaliza malizia kwa sasa, wewe ndo baba wa familia, uh, una familia inakuangalia wewe. Vipi kipato cha familia, kama kupata chakula, kama kuna wanafunzi wanasoma? Vipi kuhusiana na upande wa madaftari, kalamu, unapataje msaada kwa upande huo? Kuhusu familia, yani ni familia inayonisaidia, yani ndugu zangu ee, huyu akiniletea unga, huyu mchele, huyu maharage, ndio naishi hivyo, lakini sina kipato cha kusema naingiza sehemu, sababu sina biashara wala kazi yoyote tena kwa sasa hivi. Una watoto wangapi? Wawili. Wanasoma huo au ni wakubwa wanajitegemea? walikuwa wanasoma. Sasa, kutokana na mwelekeo huu imeshindikana in, um, kuendelea na masomo. Ma, kidato ki, cha ngapi au chuo wamemaliza? form 4, mm. Mwaka juzi, ila ndo alishindwa kuendelea kwa sababu baba wamepata na matatizo kama haya. Sawa sawa na neno lako la mwisho kwa mtazamaji anayekutazama, na kwa faida ya mtazamaji, ni biashara ipi ambayo ikipatuwa kwa sasa, hata unaweza ukakaa tu ukafanya biashara liweze kuingiza kipato kidogo kidogo, ku, kwa ajili ya kukizi mahitaji ya familia, ni biashara ipi? Mimi nitakapopata mtaji nitabuni tu biashara yoyote ndogondogo ndogo, ambayo itaniingizia kipato ili niendelee kimaisha. e... Namba zangu ni sifuri saba kumi na sita kumi kumi na mbili themanini na nne na jina linatoka Christopher Ananias Kwembe. Tunakushukuru kwa kuendelea kuifuatilia Fah Families, endelea kufuatilia habari zetu, sahau kusubscribe kushare, kulike na kukomenti. Asante.